ni ndi yendeirwo ni ngai munyumbi wendo ucio ni unjiganite ati ni wiyendeirwo ni ngai munene what else do you want a very good morning good morning good morning good morning kaswiti we cuiti niuramenya niwiendeirwo ni ngai mukumbi we na nikio muthenya wa umuthi wi muoyo na nikio muthenya wa umuthi wi na ugima mwega wa mwiri na nikio muthenya wa umuthi ubatii kuiga marigo thi na nikio muthenya wa umuthi ona akorwo niurariire na nduri gwa kuroka ubatii kumenya ati ngai ngai ngai ati ngai ngai ngai ngai niakwendete muno wee niwiendeirwo ni ngai munene ona we mukumbi

uraki ririkanio ati ni wendeirwo ni ngai mu nenedi rehoka ni warahu kire wega na ngai niaku menyereire tondu wee wi mu ndu mu tongu wi na muoyo wi mu ndu mu tongu no u ndu maya mangi ni magwi banga na mothe ni ma uh, ngai mu nene uh, February 2026 A very good morning. 20014 Kameme FM official fan page on Facebook, silent listeners, diaspora, a very good morning. Ni ndirakuririkanie ni wie ndiirwo ni Ngai munene tigagu ikara hau ugethikiro kauganii ta makakai Ngai ariganirwo ni nii ici ni ciana cii muci uyu ni murimu guku ni kunuhwo guku ni kunyararwo guku ni kuhara guku ni gutahwo tugaikare hema-ini ya kwinyarara ringi na nindakurana na nindakuririkania na ngumiririe ati niwe wendeirwo ni Ngai munene uri ningi Ngai ni gutwenda thengio ni undu wa u muthi muthenya uyu ni waku na ni gukorwo na maciaro mega tondu tutongoragio niwe Ngai witu gukinyaga mbere iitu ugatuhitha ugaturathima ugatuohera mehia maito tondu turiehia kuna kuna kuna tugitire tondu wi ngai avaria kio muthi tuone kana tuone ciana ici ciaku ikene tondu muoyo ucihaire muoyo kiumagana na igicoka cirathime si cigitire Hado, nyumba itu twarana turathimire moko maya maito. Tuina murengoro na ithu nitugukwenda na tukugoce muno na tukuhoya maingi muno muthenya ondagika ngai no tondo ona ni moi muno muno muno ngai witu twakuhoyana ni naria mwana naria roho mutheru

if the deal is too good accept it bana think twice ni duka ya mitumba guy if the deal is too good accept it bana think twice ni duka ya mitumba

Wa Joroge, eh, Doka jeze, haria oradige teira. Mwathani ni aranjoheririe handu heru.

Reke ndere re ngima. Ona gotire kindu kiroka wega ta ngima. E ginya kaimati. Eh. Wana wahiru ri ri ngima. Yes. Ngima jaga ne ngima ya mutu akavagara. Raha premium. Yes. Eh. Na ndau mira ha guthi ha waka ruci. Die die the makina ngima. Eh. Ya kavagara. Ni gotire ri ru mwiri ucoke sawa. Mwiri ucoke sawa. Okoro we sawa. De sawa piu. Ko maha waje ko igithia. Ke ngotore gya ku nduga thi ugeitangaga. Acha. Tika ku ikaro ki rugarugaga gukuinukage utuko muno ukiite. Thio ugure mugunda kuria gwa top care lands

tukiingira caini tondu mutumia uratuhurire thimu ira mm -hmm. kuma na ikuru na araheo wira ni wa Jose muthuri ucio ugwitwo ni aratugire ni aguthomithia mwana ucio hari hatigari nakondu kau ndirona ta ndirariganirwo nigukauga ndio kana nituragirana na gi confusion kia mautambo na nana gitongoro na name it. koguo tugacokeria muno muno athikiriria akameme tondu korwo ndarari mutambo-ini yes. ndangira ndikire thimu ndangirahurire thimu yes. koguo ni ngatho ni ngatho kuma ngoro itu muno muno muno wa mugai ni undu wa gukorwo witikirite gututhikiriria wa mbere gukorwo ukameme-ini na gukorwo ukinyitanira na arata aitu aria ni maraiguo ni mahinyiririkite no ni ndirakwira atiriri, God loves you so much. amen yes. Amen, amen, yes. Ona mutumia ucio hariya ri ona akeru ni atiketia ati Ngai ni amwenda Ngai ni Ngai na akinya kwa Wanjo ciatuire na atuire na ndirakwira atiriri ni kiu ndirakwira wokira haho kauga ni wendeirwo eh. ni Ngai muni

hacoka arakorwa harago kenia hangi mwanake <coughs> oria a wa njoro orumi to koko ko neku mwanake ucio urahurire uhendi cirageragia handu ha gucukira arakora doctor lave

<laughs> Hey, hey. Sasa akakuingilia kule kwao uh, alikuwa amewaweka wa mama chini, mawengweng mawengweng wote wamejaa kule. Sasa yeye mwenyewe pale na microphone kipenda sasa ile sasa ni bunduki anatumianga kuongelesha watu uh -huh. wanati oh. Kidogo wakati alishika microphone mm, akawauliza, ah, watu wangu, watu wangu mm. Yeah. Ah, ninawapelekaje? Poa ehe, uh -huh. kazi ninafanya fiti. Uh -huh. eh. Ah na sasa tunarudisha mkuu wa majeshi. Ah, oh, kirai. <gasps> Na sasa mtarudisha mkuu wa majeshi. Ah. Oh. Kijana ana kamera ya thiri. Tigai wana ugereria inyono ne dutaga vera. We na kiza dutaga vera. Eh, hetwa ne thirikari. Eh, na munyendete Eh. Ne dutaga vera. Eh.